Mama, baada ya kumaliza kuzaa watoto wako na kama unataka kufunga kizazi kwa njia ya kufunga mirija, ikimaanisha kwamba hautopata mimba tena, ni vema kuwa makini na kuna mambo unatakiwa uyajue kabla ya kufanya hivyo. Karibu kwenye somo tujifunze pamoja siku ya leo. Kama ni mara kwanza, yangu, nozika, afi, ya kwanza kuweza kutembea chaneli yangu, naweza ukasubscribe hapo chini uende kujifunza kuhusiana na afya mama mjamzito lakini vilevile na mtoto mchanga. Mmoja ya mfuatiraji wangu anasema kwamba, dokta, samani niko nje ya mada. Mimi nilifunga kizazi kwa kukatiwa mirija bila kujua. Je, sitozaa tena? Maana kuna mama alikatiwa mirija lakini kabeba mimba tena na kashajifungua. Hii inakuwaje, dokta? Inawezekana na wewe una mpango wa kuja kufunga kizazi kwa kufunga ile mirija ambayo kitaalamu kitaalamuo tunaita tubal ligation. Hii ni moja ya njia ambayo tunaita female sterilization, maana yake ni kwamba hautokuja kupata mimba tena. Sasa inawezekana uko na mme wako, mmezaa watoto wanne labda watano au wawili, mmekubaliana kwamba mfunge uzazi kwa njia hii ya kufunga mirija. Maana yake unafunga mirija yako na hautokuja kupata mimba tena. Kuna mambo mengi sana ya kujiuliza wewe kama mwanamke wewe kama mama lakini vile vile mzazi una wa hawa watoto inawezekana una watoto wawili umezaa na mme wako mmekubaliana na una miaka labda 25 kwamba hamtazaa tena na ukaamua ufunge kizazi kwa kufunga mirija. Lakini inawezekana vile vile una, una miaka chini ya 35 umezaa mtoto mmoja au wawili ukasema mimi sina mpango wa kuja kuzaa tena ukafunga kizazi. Sasa maamuzi haya mara nyingi huwa yanahitaji umakini mkubwa sana na kama anavyosema huyu mwenzetu kwamba alifunga kizazi bila yeye kujua, hii si kweli kabisa kwa sababu sisi kama madaktari, kabla ya kufunga hiyo mirija, inawezekana labda unajifungua kwa upasuaji, umejifungua mara tatu mara nne, huwa tunaweka makubaliano na unasaini kabisa kwamba niko tayari kuweza kufunga mirija mara baada kujifungua mtoto wangu. Na mara nyingi hili suala huwa linazungumzwa kabla ya kuingia chumba cha upasuaji kama unajifungua kwa upasuaji kama unajifungua kawaida huwa linazungumzwa inawezekana kabla ya kujifungua au mara baada ya kuweza kujifungua, kwa sababu inawezekana ukafunga kipindi ambacho unajifungua, aidha kama unajifungua kwa upasuaji, kwa sababu njia yenyewe ni ya upasuaji, lakini vilevile unaweza kufunga mara baada ya kuweza kujifungua kama unajifungua kawaida, au inawezekana ulijifungua kwa upasuaji, mlikuwa mjakubaliana, baadaye ukaja kubaliana na mume wako mkafunga. Sasa hakuna daktari anayokubali kuweza kufunga mirija ya uzazi bila kuwa na makubaliano, aidha ya wewe mwenyewe kama mama au mzazi mwenzako, kama wewe utakuwa labda upo hali ya usingizi, umepewa usingizi, labda wakati daktari anafanya upasuaji wako akakutana na changamoto, inawezekana labda mji wa uzazi umechoka sana, labda ulivuja damu nyingi, labda inawezekana umejifungua kwa upasuaji labda mara tano, labda kuna shida yote ambayo ilitokea, daktari ameiweza kuiona akiwa chumba cha upasuaji, anaweza kuzungumza na ndugu kabla ya kutoka, ili kuepusha ile kufanya upasuaji wa pili na vitu kama hivi sasa. Hakuna namna yoyote ambayo daktari anaweza kafanya upasuaji wa kufunga mirija bila kujulisha wewe au ndugu zako, na bila kuelezwa faida zake, lakini vile vile na madhara yake. Sasa njia hii ya kufunga mirija, kama nilivyosema mara kwanza, huwa inaitwa tubal ligation. Ukifanya hii njia kuzuia mimba, maraki hutakuja kupata mimba tena. Ziko njia za kupata mimba endapo kama mefanyiwa njia hii, nitazizungumzia hapo mbele kidogo. Sasa, kwa nini huwa tuna shauri wa kina mama wafanye njia hii ya kuzuia mimba, au sababu zipi ambazo zinaweza zikapelekea wewe ukafanya njia hii? Kwa mama ambaye amekwisha kumaliza kuzaa, labda ana miaka 39, yuko zaidi ya miaka 35, amezaa watoto wake watano na wamekubaliana na mume wake kwamba hakuna uwezekano wa kubeba tena mimba, anaweza akatumia njia hii. Njia hii ni nzuri sana kwa sababu haina homoni, haina madhara yoyote. Kama imefungwa vizuri, hakuna shida unaipata, hakuna maumivu na utaendelea kupata hedhi yako kama kawaida, lakini mtaendelea kufanya tendo la ndoa kama kawaida bila kutumia njia nyingine zozote za uzazi wa mpango, lakini tu hautopata mimba kwa sababu mayai yanayotoka kwenye mifuko ya mayai hayatoweza kupita kwenye mirija ya mayai na kuja kusababisha mimba. njia hii pia ni bora kwa wale ambao wamekuwa na magonjwa ya muda mrefu, kwa mfano na ugonjwa wa figo, una ugonjwa wa moyo, na magonjwa ya kisukari. Labda wakati mwingine ukibeba mimba yana hatarisha afya yako na mwisho wa siku inaweza kaleta changamoto. Daktari anaweza kakushauri hata kama uko chini ya miaka 35, labda kama umezaa watoto wako watatu au nne, au shauri kwamba ufunge uzazi wako kwa njia hii, kwa maana kwamba usipate mimba tena kwa sababu inaweza kahatarisha maisha yako, kwa maana kwamba unaweza kubeba mimba alafu kapoteza maisha na ukapoteza ujauzito wako na mwenyewe ukafariki. Asa, endapo kama kuna changamoto kama hizo, daktari anaweza kushauri uweze kuepuka kupata mimba kwa njia hii kwa sababu haina homoni na haina madhara yoyote. Lakini vile vile, inawezekana wewe, labda kwenye familia yenu kuna magonjwa ya muda mrefu haswa saratani, kwa mfano saratani ya mifuko ya mayai ambayo tunaita ovarian cancer au ovarian carcinoma. Sasa, wakati mwingine ukifunga mirija, huwa inaweza kupunguza uwezekano wa kupata hii saratani. Sasa, kama umeshamaliza kuzaa, labda una miaka 39 40 na zaidi ya 40 unaweza kufunga mirija kwa njia ya kufunga hii mirija na kutokupata mimba tena, kuepuka kupata hizo saratani. Lakini vile vile kuna magonjwa ambayo ya vinasaba ambayo unaweza kumwambukiza mtoto, umri wako umesogea, unaweza kufanya njia hii kuzuia kuweza kupata mimba ya bahati mbaya. Maana wakati mwingine kuna njia za uzazi mpango unaweza kuwa unatumia na ukapata mimba. Kwa mfano ukitumia kitanzi, kwa namna moja au nyingine unaweza kupata mimba na kitanzi kikiwemo ndani, kitu ambacho ukipata mimba hiyo inaweza kawa na athari kama umri wako umekuwa mkubwa na kama mna historia ya magonjwa haya ya vinasaba fulani fulani ambayo yanaweza kaleta itilafu kwa mtoto au wakati mwingine yakaleta shida katika afya yako. Lakini vile vile, unaweza kuzuia kwa kupenda, kwa maana kwamba wewe umeamua tu kwamba sasa mimi nimemaliza kuzaa na mwisho wa siku mmeongea na mme wako mmekubaliana vizuri kwamba mtakuja kupata mimba tena. Sasa njia hii mara nyingi inahitaji uangalizi mkubwa sana. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu unaweza kuwa na miaka 25 ukawa umezaa watoto wako watatu na mmekubaliana na mumeo kwamba hamtakuja kuzaa tena. Lakini kwa bahati mbaya, tunajua mipango ya Mungu yuko mingi. Mume wako akafariki, halafu ukaanzisha mahusiano na mtu mwingine. Imeshaitokea na imeshakutana na watu wakinamama kama hao ambao wameniuliza swali. Umeanza mahusiano na mtu mwingine, mmekubaliana kwamba mtaka mzae. Swali linakuja, je, unaweza kupata mimba tena mara baada ya kufunga mirija. Ziko njia za upasuaji ambazo zinafanyika na unaweza ukapata mimba, lakini uwezekano wa kupata mimba ni mdogo sana. Yani ikichukua wakinamama 100 ambao walikatwa mirija halafu wakafanyiwa upasuaji wa kuiunganisha hiyo mirija, unakuta wakinamama 20 mpaka 75 kati ya hao 100 ambao wameunganishwa hiyo mirija ndio wanaweza kupata mimba hivo. Kwa kusema hivyo, unaweza kuwa kwenye lile kundi la watu ambao ni 25 ambao hawawezi kupata mimba unaweza ukajikuta umefanya upasuaji wa kuunganisha mirija. Unaweza ukafanya kile kipimo cha kuangalia mirija yako iko wazi, ikaonekana iko wazi na ukashindwa kupata mimba. Lakini yako madhara ambayo yanaweza kutokea endapo utashonwa au utaunganishwa tena ile mirija. Sasa basi, upasuaji ambao huwa unafanyika huwa tunaita tubal ligation reversal au tunaita tubal reconstructive surgery ambao mara nyingi huwa inaweza ikafanyika, eh? Na hii mara nyingi inafanyika kwa wale ambao labda unakuta ile mirija yao ilikuwa na changamoto, labda ilikuwa haipitishi mayai. Lakini vile vile, labda wewe ulikatwa kama hivi, umetumia njia kama uzazi wa mpango, kakatwa mirija hiyo, basi ukaamua kwamba mimi nataka kuzaa tena, unaweza ukaunganishwa. Lakini uwezekano wa kupata mimba huwa unategemeana na vitu vikubwa kama vitatu vinne. Cha kwanza kabisa, uzoefu wa daktari ambayo anaunganisha hiyo mirija. Kitu kingine urefu wa huo mrija, kama una sentimita nne au zaidi, uwezekano wa kupata mimba unakuwa mkubwa. Ukiwa mfupi zaidi, uwezekano wa kupata mimba unakuwa mdogo, lakini wakati mwingine huwa inatofautiana kati ya mama mmoja na mama mwingine. Ukishaunganishwa mirija na ikaonekana iko wazi, ndani ya mwaka mmoja unaweza ukapata mimba. Lakini sasa kama nilivyosema, kama upo kwenye lile kundi la kina mama ambao hawawezi kupata mimba, na kiufupi tu niweze kusema kwamba uwezekano wa kupata mimba baada ya upasuaji huwa kwa wastani tu ni asilimia hamsini. Kwa maana kwamba ukiwachukua wakina mama mia moja ambao wamefungiwa au wameunganishwa wa tena hii mirija ambayo wa ilikatwa, wakina mama hamsini tu ndio wanaweza kupata wanaweza kupata mimba, basi hautokuja kupata mimba. Ndio maana nasema unapofanya maamuzi ya kukatwa mirija ili uepuke kupata mimba katika maisha yako ni vema kufikiria mara mbili na ufikirie nje ya box. Waswahili wanasema kwamba kabla ya kuluka agana na nyonga. Maanake ni kwamba hakikisha umeji tathmini kwamba hautakuja kupata tena mimba. Ina maana, kama utakuja kufikiria kupata tena mimba basi kuna njia nyingine ukiachana na kuunganishwa hii mirija kwa mfano kama IVF, ambazo unapandikiziwa kijusi ambazo ni gharama sana milioni 15 au zaidi ni vyema kuhakikisha kwamba unazungumza vizuri na patina wako, lakini viliyofikiria kwamba kama patina wako mtakuwa mmeachana, mume wako akawa amefariki. Ndio maana e, tunashauri njia hii iweze kufanyika. Mama ambaye ana miaka labda arobaini, thelathini na tano kwenda juu, kipindi ambacho unahisi kwamba uzazi utakuwa umeisha na, umeshazaa, umetosheka na watoto ulionao, umezaa kwa upasuaji mara nne, na watoto wako wote ni wa kike alafu baadaye umefunga hiyo mirija, labda daktari alikushauri kwa sababu ameona kizazi kimechoka, umefanyiwa upasuaji mara nyingi tumboni, kumeharibika. Baadaye ukafikiria kwamba mi nataka kubeba mtoto wa kiume na ukashawishika kuweza kubeba mtoto wa kiume, lakini mirija imefunga uwezekano wa kupata mimba unakuwa ni mdogo, labda kama utatumia njia nyingine kama IVF na njia nyingine nyingine ambazo zinaweza kusaidia kuweza kupata mimba. Kwa hiyo mwenzangu huyu aliouliza swali anasema kwamba yeye alikatiwa hii mirija bila kujua Mi nafikiri si kweli, labda inawezekana mme wake aliambiwa au kuna ndugu yake mwingine aliambiwa kipindi ambacho yeye labda hayuko katika e, uelewa, kwa maana kwamba labda aliwekewa dawa ya usingizi, kwa hiyo aliambiwa kutokana na sababu ambazo zilizoonekana. Lakini wakati mwingine daktari anaweza kafanya maamuzi ya kufunga mirija kwa kuzungumza na ndugu zako kipindi ambacho huyo labda hauko conscious, kwa maana kwamba labda umewekewa dawa ya usingizi na baadaye ukaja kushitukiwa kwamba hiyo mirija imekatwa. Mimi naomba usimlaumu sana daktari, kwa sababu inawezekana kuna kitu alikiona ambacho alijua kwamba ukibeba tena mimba kinaweza kuhatarisha afya yako, kwa maana kwamba inawezekana mji wa uzazi ukaja ukapasuka, ukapoteza maisha na mtoto ukampoteza. Lakini vilevile inawezekana kuna hitilafu fulani labda na magonjwa ya muda mrefu ambayo ulinusurika kuweza kufariki kwenye ujauzito huu, ndio maana walifunga hiyo mirija wakati wa kufanyia upasuaji, hasa kwa wale ambao wanajifungua kwa upasuaji. Anasema kwamba kuna mama ambaye aliwahi katwa mirija na akapata mimba tena, huwa inatokea na hii inaweza ikatokea hata kama hujafanyiwa ule upasuaji wa kuunganisha ile mirija, endapo kama labda ulikuwa unajifungua kwa upasuaji, halafu ile mirija ikafungwa kipindi ambacho ulikuwa unajifungua kwa upasuaji, kwa namna moja au nyingine, kama nilivyosema kwamba huwa inategemeana na daktari ambayo anaifunga, endapo kama ilifungwa vibaya wakati mwingine au ilikatwa vibaya wakati mwingine inaweza ikajiunganisha yenyewe. Sasa endapo kijiunganisha yenyewe, ndio hii inatokea kwamba mama anakuwa anaweza akapata mimba tena, japokuwa yeye anajua kabisa kwamba alifunga hiyo mirija na walikubaliana kwamba asipate mimba tena. Senario kama hizo huwa zinatokea kwa baadhi ya kinamama, japokuwa ni wachache sana, mara chache sana, ambayo inaweza ikatokea kwamba hiyo mirija ikajiunganisha yenyewe bila kufanya upasuaji, mama akajikuta amekuwa na mimba wakati yeye anajua kwamba hiyo mirija imefungwa. Kwa hiyo, nashauri kwa hiyo nashauri kwamba kwa muuliza swali asitumie hii advantage kwamba atapata mimba endapo kama amefunga mirija ya uzazi au mirija ya mji wa uzazi, kwa lengo la kwamba asipate mimba tena akafikiri kwamba anaweza kafanya namna ambayo ni rahisi na kuweza kupata mimba. Kwa hiyo, kwa hiyo hali kama hizi huwa zinatokea kwa baadhi ya kinamama wachache sana eh, ambayo inaweza ile mirija ikaunganisha yenyewe au ikajiunganisha yenyewe na akapata mimba tena asipo yeye kuweza kutarajia, lakini vile vile niseme kwamba kuna madhara ya kuunganishwa mirija, yaani ule upasuaji wa kuirudisha hii mirija yako. Madhara, unaweza ukapata mimba, lakini mimba ikatunga nje ya mji wa kizazi, ambao kitaalamu tunaita ectopic pregnancy, ambao pia huo inakuwa na madhara, inaweza ikasababisha mirija ule ukapasuka pale mimba iliposhikiza ukavuja damu nyingi ukahatarisha maisha yako. Lakini vilevile madhara mengine ni kupata maambukizi zile sehemu. Lakini vilevile vile, wakati mwingine unaweza ukatoka damu nyingi kama hapa kufungwa vizuri kwenye ile mirija ambayo ikavujia tumboni na vilevile ikapelekea vile kupoteza damu nyingi, kitu ambacho si kizuri, japokuwa inatokea mara chache. Lakini uwezekano wa kupata mimba ambayo itatunga nje ya mji wa uzazi mara baada ya kuunganisha hiyo mirija ni mkubwa Yani, ukichukua wale wakinamama ambao wameunganishwa mirija labda mia moja, unakuta wakinamama mama mmoja kati ya mama mmoja mpaka akinamama thelathini wanaweza kupata mimba ambayo imetunga nje ya mirija ya kizazi. Hii inatokana na kwamba inawezekana pale alipounganisha daktari waliofanya upasuaji kukatengeneza kama hali fulani ya makovu ambayo ikapelekea kwamba yai likashindwa kupita vizuri, au kile kijusi kilichorutubisha kikashindwa kupita vizuri na kikajipandikiza kulekule kwenye mirija ya, ya mji wa uzazi na mwisho wa siku ikapelekea kwamba mimba ikatunga kwenye mirija ya mji wa uzazi, kitu ambacho ni hatari sana na huwa inatokea. Lakini uwezekano kupata mimba kama nilivyosema ndani ya mwaka mmoja upo, na daktari atakufuatilia. Wataangalia mara baada ya upasuaji wa kuunganisha hiyo mirija, wataangalia kama mirija iko wazi kwa kutumia ile dawa na kwa kufanya x-ray, na kama itakuwa iko wazi basi daktari ataendelea kukushauri, lakini vile vile unaweza kupata mimba. Kwa hiyo inawezekana kwa una bahati ukaunganisha na ukapata mimba. Lakini kabla hujafanya maamuzi ya kuweza kukata milija hakikisha umezungumza vizuri lakini mmejifikiria mwenyewe kwamba huna kweli uwezekano wa kuja kupata mimba tena. Kama nilivyosema, kuna options mbalimbali ambazo zinaweza kutokea. Mume wako anaweza kufariki ukaanzisha mahusiano mengine, ndoa ikavunjika ukaanzisha mahusiano mengine, ndoa ikavunjika ukaanzisha mahusiano mengine ukahitaji mtoto, lakini vile vile kuna mambo kama hayo ambayo yanaweza kutokea. Hasa inawezekana unajiuliza swali, endapo kama umepata mimba ambayo imetunga nje ya mrija wa uzazi na ukafanyiwa upasuaji, labda mrija mmoja ukafungwa, kuna uwezekano wa kupata mimba tena? Kama ulikuwa unajiuliza swali hilo, unaweza ka klik sagesheni hiyo hapo ukasikiza video kuhusiana na mara baada ya kukatwa mrija mmoja labda unaweza kupata mimba tena. Ukiwa na swali, niulize hapo chini, mimi nitakuwa tayari kuweza kujibu swali lako wakati wote. Karibu sana.